You are watching B-Boy Feed TV. Like, subscribe. Kisha turn on notification. Asante. Eh, hey, tukio la kisoka ambalo halitakaliwai kusahaulika barani Ulaya. Eh, ni hili la mnamo Mei 12 mwaka elfu mbili na kumi na tatu. Natumaini wengi tulikuwepo maana sio mbali sana kutoka 2025 yaani kile kizazi cha 2000 eh, natumaini tulikushuhudia hii mechi na tulishuhudia eh, mechi hii ambayo ilikuwa ni ngumu kwelikweli na iliamuliwa eh, na ufundi wa wachezaji ambao ilikuwa ni nusu fainali ya championship ambayo ilikuwa ni playoff kati ya Leicester City pamoja na Watford ambao walikuwa wakiwania E, akitafutwa mshindi ambaye angechukua kikombe hicho cha playoff, then kuungana na aliyemaliza nafasi ya kwanza katika ligi hiyo ya championship then kupanda eh, ligi kuu ya Uingereza, ambao mechi hiyo ulimwengu wa mpira eh, ulijionea simulizi ya kipekee ya drama, imani na furaha ya ushindi, ambao mechi hiyo ilikuwa ni kali kweli kweli. E, mechi ilikuwa ni bomba na ya kusisimua kwelikweli, ambapo Leicester City e, mechi yake ya nyumbani alishinda goli moja kwa sifuri dhidi ya Watford. Lakini mechi ya marudiano ambayo ilipigwa katika uwanja wa Vicarage Road Stadium, ambapo e, Watford walikuwa kwa nyumbani na Leicester City aliongozwa mpaka dakika ya 90 ya mchezo, aliongozwa goli mbili kwa moja ambapo aggregate ilisoma goli mbili kwa mbili ambapo mechi ingeisha hivyo. E, Leicester City angepita kwa goli la ugenini kipindi hicho e, 2013 goli la ugenini lilikuwa bado lipo, ambapo Leicester City angeweza kupita kwa goli la ugenini, lakini mambo hayakuwa hivyo. E, dakika tisini za kawaida zilikwisha na zikaongezwa dakika 4 za kufidia muda ambao ulipotezwa katika mechi hiyo, na mechi ilichezwa mpaka dakika ya 96 ambapo e, dakika ya 96 Leicester City walipata penalti muhimu kupitia kwa Anthony Knockaert, na hiyo ni baada ya kuangushwa katika penalty box na refa alifunika tuta na mpira aliuchukua Anthony Knockaert mwenyewe na kuweka e, kutenga ili kupiga penalti hiyo, lakini uwezi amini, aliibuka shujaa ambaye anaitwa Manuel Almunia ambaye ni goalkeeper wa Watford ambaye aliweza kusave penalti hiyo e, mara mbili baada ya kutema mpira na Antonio Knocket kurudisha tena, lakini bado aliugusa na mguu wake na kisha kubutuliwa mbele na mchezaji e, wa Watford. Baada ya mchezaji wa Watford kubutua mpira huo mbele, unaambiwa sekunde chache baadaye e, Watford walirudisha mashambulizi ya kasi kwelikweli ambayo ilikuwa ni counter attack ya ajabu ambao Forestieri alipiga cross Eh, kwenda kwenye goli la Leicester City ambayo, e, hiyo cross hiyo ilifika kichwani kwa Hong, ambaye Hong alirudisha mpira huo ndani ya box e, na Troy Deney akafunga goli la ushindi e, kwa shuti kali kweli kweli ambalo lilipua uwanja mzima wa Vicarage Road Stadium ambapo mashabiki walishindwa kuvumilia na kuingia uwanjani kwa shangwe na furaha ya kushuhudia moja ya moment e, iconic zaidi kuwahi kutokea katika historia ya soka la Uingereza, ambao goli hilo lilikuwa ni e, zuri kweli kweli, na dakika zilikuwa zimesha kuisha kabisa, maana ziliongezwa dakika 4 za nyongeza, lakini refa aliamua kupeta kwa namna yake kweli kweli mpaka dakika 96, ambao goli hilo lilifungwa, kwa kushtukiza, yani counter attack ambayo Watford waliibuka kidedea, yani waliibuka washindi na kuungana na mshindi aliyemaliza nafasi ya kwanza katika championship, then kupanda ligi kuu ya Uingereza. Basi hiyo ni historia ambayo haitakaiwahi kusaulika pale barani Uingereza. Na, e, na nikumbushe tu yule ambaye bado hauja subscribe channel hii, please make sure Una -subscribe kwa kubonyeza alama nyekundu iliyoandikwa neno subscribe hapo chini ya video yako, lakini bonyeza alama ya kengele itakayotokea ili kuweka on notification na uwe wa kwanza e, kupata habari zetu hizi na nyinginezo. Nikwambie tu, tuendelee kufuatilia katika ukurasa mbalimbali mbali ya kijamii ambao Facebook, Twitter pamoja na Instagram, jina ni moja tu @bboyfidy tv. Na hapa ndani sina la ziada, nikwambie tu push la kutosha limezingatiwa na Stefano Tem Behind the camera ni Mr. Butterfly. I go by the name B-boy Fidy. Enjoy.